Hapa nitakuletea utofauti wanaotumia steroids kutibu kutibu bawasiri na pailikea. Sasa hapa naomba unisikilize kwa makini na wewe utagundua kwamba unatumia ni steroids au ni, a, ni, a, ni dawa halisi ya kuondoa changamoto ya bawasiri. Kwanza tunaanza kwenye kazi. Steroids kazi yake kubwa huwa inapunguza maumivu, uvimbe na miwasho, ambayo inapunguza kabisa haraka sana. Lakini pia huwa zinadhibiti dalili, sio chanzo cha tatizo. Lakini ukitumia pailikea huwa zinashambulia kabisa chanzo cha tatizo tatizo zinaponya mishipa lakini pia na kuondoa ule uvimbe na kurekebisha mfumo mzima. Lakini pia madhara, steroids ukitumia kwa muda mrefu huwa inapelekea madhara kwenye ngozi, unakuwa na ngozi nyembamba, inavuruga homoni, lakini pia inashikuwa na shinikizo kubwa uh, shinikizo uh, la damu la kupanda, ambayo ni high blood pressure. Lakini pia uh, ukitumia pailikea ni salama kabisa kwa matumizi, haina shida kabisa. Lakini pia kwenye changamoto ya matokeo, matokeo ni steroids, mara nyingi inakupa lilifu ya haraka lakini pia haitibu kwa kudumu. Ukitumia pailikea inakupa matokeo ma, ya taratibu, lakini ni ya kudumu. Na ukiangalia kwenye gharama asteroids, uh, unakuta ni gharama kidogo kidogo, lakini unavyoendelea kutumia kila siku, basi inakuwa gharama kubwa. Lakini pailikea inawezekana ni gharama iko juu kidogo, lakini ukimaliza, umemaliza changamoto ya bawasiri. Kama unateseka na bawasiri, pailikea ni zaidi ya dawa. Wasiana mimi leo kuondokana na changamoto hiyo, karibu.